Kamanda wa Jeshi la Zimamoto Mkoa wa Mbeya, mrakibu wa zimamoto, Malumbo Ngata ndiye ambaye amethibitisha kutokea kwa tukio la kuungua moto kwa bweni moja la wanafunzi wa kike katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, tukio ambalo limetokea leo majira ya saa mbili asubuhi. Tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto tukitaarifiwa kwamba kuna moja wa chumba cha hostel cha Chuo Kikuu cha Sayansi MUST Mbeya kilikuwa kina waka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio kweli uwepo wa tukio hilo ambalo liko kwenye hostel ambayo inaitwa block namba 8C ambayo miongoni mwa chumba chake kimoja ambapo ground floor kilikuwa kinawaka moto. Tulidhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine na tukafanikiwa kufanya hivyo. Akizungumza kuhusu chanzo cha moto huo na athari zake, Kamanda wa Jeshi la Zimamoto Mkoa wa Mbeya Malumbo Ngata, amesema. Chanzo cha moto huo taarifa za awali, coil hita ambao wanafunzi mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuja. Najua wote nafaa mkono wa mkoa Mbeya unabariki sana. Kwa hiyo walikuwa wanachemshia maji waweze kupata maji ya moto ili waweze kuja, kwa bahati mbaya ikapata shot, na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo yamepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi, ikiwemo nguo zao madaftari na, na kompyuta mpakato mbili ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia vitabu. Kwa upande wa binadamu tumepata madhara kidogo ya mwanafunzi wanaf mmoja ambaye ni miongoni mwa waliokuwa wanakaa kwenye chumba nadhani amepata mshtuko mdogo. Kaimu Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST, Dr. Johnny Johnny, amesema tayari wamekwisha unda timu ya wataalamu kwa ajili ya kuchunguza na kufanya tathmini ya athari za moto huo. Huku baadhi ya wanafunzi wanaotumia bweni hilo wakiomba tahadhari zaidi ichukuliwe ili kuepusha tukio kama hilo lisijirudie. Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya Jeshi la Zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu, siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto likoanzia, pamoja na kile chumba cha juu pale, tumeisha wabainisha, na nafikiri mtaeleza taratibu, namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kuaraka, kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, mimi ni Emmanuel Lengwa wa ITV na, na Super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo?